Uchaguzi unakuja unapita, unakuja uchaguzi mwingine unakwisha, ndio maisha. Lakini taifa la Tanzania ni lazima lisimame kama taifa. Amani ya Tanzania lazima tuirinde kwa nguvu zote. Kwa zaidi ya miaka kumi na tano, Tanzania imekuwa ikifanya chaguzi kuu kwa utaratibu unaotambulika kimataifa, ingawa kwa nyakati tofauti kumekuwa na malalamiko ya upinzani kuhusu usawa wa kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Tangu tumezindua kampeni tunalalamika, wagombea wetu kuenguliwa nchi nzima. Mpaka sasa tuna wabunge zaidi ya 47 wameenguliwa tuna madiwani zaidi ya elfu moja wameanguliwa wame. Hata hivyo, hali ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 imeonyesha mabadiliko makubwa na ya kutisha ikilinganishwa na chaguzi zilizotangulia. Mnamo mwaka 2010, Watanzania walishuhudia uchaguzi mkuu uliofanyika kwa amani, huku Rais Jakaya Kikwete akichaguliwa kwa awamu ya pili. Ingawa kulikuwa na shutuma za upendeleo wa vyombo vya dola kwa chama tawala, hakukuwa na machafuko ya wazi mitaani vyama vya upinzani vilishiriki kikamilifu na matokeo yalitangazwa kwa utulivu. Kazi nzuri walioifanya ndiyo mafanikio tuliyoyapata. Kampeni zimekwenda vizuri na leo tunamaliza vizuri. Mwaka 2015 ushindani uliongezeka baada ya Edward Lowassa kujiunga na Chadema na kuwania urais dhidi ya hayati John Pombe Magufuli wa CCM. Kampeni zilikuwa na mvuto wa kisiasa, lakini uchaguzi ulifanyika bila vurugu kubwa. Matokeo yalitangazwa, na ingawa upinzani ulipinga, hakukuwa na maandamano ya kitaifa au vifo vilivyoripotiwa. If they are winning easily, why are they doing this? Why do they use this kind of police force to stop even the polling agent or the representative of the party to go inside the turning center? Why? People! People! Kiukweli kutokana na hali hii ya uchaguzi wa Tanzania, kiukweli sijaridhika na matokeo na roho inaniuma vibaya. Mimi naamini tu kama ingekuwa na uwezekano ingebidi wangeteua tu ikawa serikali moja kuliko kwa, kwa vyama vingi na watu niongea kila mwaka na ushindi wao, mimi naona sio haki, tunaibiwa. Na vijana, mimi najua one era tutapata mabadiliko tu siku yote. Mnamo mwaka 2020, hali ya kisiasa ilianza kubadilika. Serikali ya Magufuli ilikosoa vikali vyombo vya habari na mikutano ya upinzani ilizuiwa mara kwa mara, intaneti ilizima wakati wa uchaguzi na baadhi ya wagombea wa upinzani walikamatwa. Hata hivyo uchaguzi ulimalizika bila machafuko makubwa mitaani na CCM ilitangazwa mshindi kwa asilimia kubwa. Tofauti sana na miaka hiyo, uchaguzi wa mwaka 2025 uligubikwa na ghasia za wazi, vifo, maandamano ya kitaifa na sintofahamu ya kisiasa. Vijana walimiminika barabarani mara tu uchaguzi ulipoanza, wakiteketeza majengo ya miundombinu huku wakililia haki. Ripoti kutoka upinzani zilitaja mamia kuuawa huku Umoja wa Mataifa ukithibitisha vifo kadhaa. Shirika la Amnesty International ilitoa taarifa kuwa mamia waliripotiwa kuuawa kipindi huduma ya intaneti ilikuwa imeminywa na hivyo kukosa takwimu rasmi. Partners on the ground are telling us that you know they've seen uh bodies uh on the street uh the state is not being transparent with regards to

Licha ghasia za baada ya uchaguzi kukithiri, ripoti za mauaji kutokea, intaneti kuminywa, na hata mashirika ya kutetea haki za binadamu kuisihi Tanzania kutosonga mbele na hesabu za kura, tume uchaguzi INEC iliyafumbia macho hayo yote, na bila kusita ilimtangaza Rais Samia Suluhu Hassan mshindi kwa asilimia 98 ya kura, ikiwa ni zaidi ya kura milioni 31 na akaapishwa rasmi tarehe tatu Novemba chini ya ulinzi mkali wa wanajeshi bila uwepo wa wananchi ambao Rais Samia anatarajiwa kuongoza. Na anajeshi mkuu ameshakula kiapo na sasa <coughs> anasaini hati ya kiapo chake. Hafla ya kuapishwa kwa Rais Samia ilionekana kuwa ya wasiwasi mno, kwani kama desturi viongozi wakuu wa kimataifa huhudhuria uapisho wa rais mpya kama njia mojawapo ya kuonyesha mshikamano, ila hii ikiwa na uapisho wake wa kwanza ni rais wa Zambia pamoja na naibu rais wa Kenya Kithure Kindiki, ambao waliweza kutambulika zaidi kwa viongozi wakuu wa mataifa jirani. Akizungumza baada ya kuapishwa, Samia alidai kuwa baadhi ya waandamanaji waliletwa kutoka nje ya nchi,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 Kwa kuangazia historia ya uchaguzi nchini Tanzania, hali ya mwaka 2025 inaonekana kuvunja utaratibu wa awali wa kisiasa. Wapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan umeibua maswali kadhaa kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Licha ya mashirika makuu ya kimataifa kutoa wito wa mageuzi ya kisiasa na uchaguzi huru, serikali inaonekana kupuuza mito hiyo, hali inayozua wasiwasi kuhusu kujitenga kwa dola na taasisi za kimataifa matumizi ya nguvu dhidi wa ya waandamanaji yameibua hofu juu ya nafasi ya raia kujieleza bila hofu, huku tume ya taifa ya uchaguzi ikionekana kutawaliwa na serikali badala ya kujitegemea. CCM nayo na inakosolewa kwa kushikilia madaraka kwa nguvu na kuwanyima haki viongozi wa upinzani. Katika miaka mitano tumeharibu mahusiano yetu na dunia nzima. Leo hii yale manufaa yaliyokuwa yanakuja kutokana na Afrika Arusha kuwa jiniva ya Afrika yamepotea, njaa ya kila mahali. Kwa sasa Samia anaendelea na uapisho wa viongozi wapya kwenye mhula wake mpya, na kwa uwazi ameonekana kupozilia mbali pingamizi zinazoendelea kutolewa dhidi ya uhalali wake madarakani. Mpaka sasa bado hajatoa ripoti yoyote kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha kwenye ghasia baada ya uchaguzi au kuzungumzia tetesi juu ya kundi mashuhuri ndani ya serikali yake inayoendeleza wasiwasi miongoni mwa wananchi, hata viongozi wa kisiasa walio serikalini. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimo Njiro.